cha kwanza, tuna kidato cha pili, tuna kidato cha tano na tuna kidato cha sita. Kesho mtu anaingia kwenye pepa, ni watoto wanaosoma <wadagia> sayansi <coughs> mradi wetu wa shule ya wasichana Shinyanga ume, una kiasi cha shilingi bilioni 4 na milioni 385, na kwenye pesa hiyo tumejenga madarasa 22 na mbili yako full furniture, kwa hiyo kuna viti vyote. Tuna maabara 4 geography, physics, chemistry na biology. Tuna mabweni 9. Tuna ukumbi mzuri wa Titanic, na kwenye jengo hili zuri pia ni kwa ajili ya ile gharama ya bilioni 4.385. Nyongeza tuna nyongeza, tuna sick bay. Nyongeza tuna nyumba za watumishi walimu na wasio walimu, kwa sababu tuna manesi tuna tuna wasibu kwa ajili ya shule. Kwa hiyo tukukaribishe, ni mradi mkubwa, ni mradi ambao kwa kweli unakwenda kumwinua mwanamke, unakwenda kumwinua msichana, hasa katika sayansi na teknolojia, lakini pia ni mradi ambao unamsaidia mtoto kwenye mazingira yake magumu lakini pia kwa umbali, kwa sababu watoto ambao wanakaa mbali, shule hii ni salama na rafiki kwao. Kwanza nawapongeza sana kwa kupata shule nzuri, mmebahatika kuja kusoma shule nzuri. Shule kama hizi Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan amejenga shule ishirini na sita nchi nzima, kila mkoa umejengewa shule ya sekondari ya wasichana na mheshimiwa rais anataka shule hizi zizalishe wasichana wanasayansi, yeah. tulikotoka tumekuwa na upungufu mkubwa wa wanasayansi wasichana. Kwa hiyo naombeni wanangu, msimwangushe mheshimiwa rais, sawa? yeah. Someni, gundueni vitu, na mkitoka hapa mtakwenda vyuoni. Mheshimiwa rais ametekeleza mradi mkubwa wa kuongeza matawi ya vyuo vikuu kumi na nne nchi nzima. Kwa hiyo pamoja na vyuo mnavyovijua vilivyoko Dar es Salaam, vilivyoko Dodoma, vilivyoko Arusha, vilivyoko Mwanza, vilivyoko Mbeya na vilivyoko Morogoro na maeneo mengine mengi, kuna mradi unaoendelea unaitwa HIT, utajenga matawi ya vyuo vikuu kwenye mikoa ambayo haina vyuo vikuu, matawi kumi na nne huko ndiko tunataka nyinyi mkimaliza hapa Shinyanga Girls, na kwenye shule zingine ambako wasichana na wavulana wanafundishwa sayansi, mwende mkasome mkasomee sayansi, sawa? Wanangu, acheni kufanya mambo ambayo hayana maana. Mmenielewa? Ndio, huyu administress wenu yuko hapa kwa sababu alijitunza, aliachana na mambo yasiyokuwa na maana. Na ukitaka ufaidi maisha, ukitaka ufaidi maisha, niwape siri, jitunze kwa muda huu mfupi. Siku utakapoanza kazi yako ukiwa umetoka kujitunza, utafaidi maisha kama alivyo headmistress, au zaidi ya yeye. Mnanielewa vizuri? Na wala usijione mnyonge kutokana na historia ya nyumbani kwako. Mimi mnayeniona hapa natoka kwenye familia masikini. Baba yangu na mama yangu hawajui kusoma na kuandika, hawajawahi kusoma, hawajawahi kuwa na biashara, hawajawahi kuwa wafanyakazi mahali popote, ni kwenda kulima, mnacholima ndicho mnachokula. Lakini kwa sababu nilijitunza, nikazingatia masomo, leo katibu mkuu na msemaji mkuu wa serikali, mmenielewa. Kwa hiyo hata nyinyi inawezekana, usije ukajiona huko Shinyanga ukadhani wewe ni mnyonge. Hakuna mnyonge, na nataka niwaambieni siri, mnaweza kuwa bora kuliko hao mnaodhani wako vizuri. Piganieni ndoto zenu. Sasa shule yenu ni nzuri, imejengwa vizuri. Zaidi ya shilingi bilioni nne zimeingia hapa. Serikali itaendelea kuboresha hii shule. Mna upendeleo, Sio shule zote ziko kwenye kiwango hiki, itunzeni vizuri. Mkitoka hapa, mfanane na shule hii. mimi ni Amina abed Mikidadi, kidato cha sita PCB Shinyanga sekondari, Shinyanga wasichana sekondari. Napenda kuiomba serikali kuweza kutumalizia uzio kutokea uzio uzio katika shule yetu ili kutuepusha kuingiliwa na majambazi wezi, au pia kuepusha wanafunzi kutoroka. Naomba sana rais wetu alizingatie swala hili na wizara ya elimu kwa ujumla kutuletea uzio katika shule yetu kuimalizia. Asanteni. Kwa majina, naitwa Janifa Ngasa na nasoma Shinyanga Girls form six na nachukua mchepuo wa PCB. Hapa Shinyanga Girls, kiukweli ni shule nzuri sana, mazingira ni mazuri na tunapata huduma nzuri. Kiukweli tunamshukuru sana Mama Samia kwa huu mradi lakini pia pamoja na mazingira haya mazuri, changamoto iliyopo kidogo ni kuhusu usafiri ambulance, niseme gari la kupeleka wagonjwa hospitali, kwa sababu kuna muda inatokea mwanafunzi anazidiwa usiku bwenini, labda tuseme ni saa 5 saa 6 afu muda huo, yani kupata usafiri inakuwa ni shida. Kwa hiyo inaweza kapelekea mwanafunzi akazidiwa, na bahati mbaya inaweza kapelekea hata akapata akapoteza. Ni changamoto moja hapo, kwa sababu tunajua sisi wanafunzi hapa tumetoka sehemu mbalimbali, na kila mtu ana tabia yake na amelewa kidogo. Kwa hiyo kuna wale wengine ambao wanakuwa na tabia ya kuluka usiku, hatuwezi kujua